Yo what's up everybody? Manenu here, Champers one time, Colorado King, Mugadish family CEO e all. Nashukuru sana wadau wangu. Niko salama, naendelea vizuri, wote waliokuwa wakiniombea, wakinitumainia, wakinipigania. Na hata ambao waliweza kunilia yamini hadharani ya kuwa nisingeweza kuhusika na tuhuma kama ile. Yote kwa yote nasema asanteni kwa wote, kwa kila mmoja kwa nafasi yake kuweza kufanikisha mimi kuwa katika maisha yangu tena. Nashukuru no, sana. you know what? sometimes maisha yanakupa matatizo ili matatizo ya kukuunganisha na watu, lakini pia matatizo ya kuwachanisha na watu. So, nashukuru sana kuweza kujua wanangu wa kweli na watu wangu wa kweli ni wakina nani, lakini nashukuru sana pia kujua watu wangu ambao hawapaswi kuwa karibu yangu wala kupata ukweli wangu ni wakina nani. Uh, Nikajitasmini nika, nika kama binadamu kwa namna fulani, nikaona kumbe kuna uwezekano, nina marafiki wengi sana wa kipato changu kuliko marafiki zangu. Kwa hiyo kupitia matatizo haya ndo nimejua sio kwa hivyo. Kama ambavyo lilikuwa mtu anaona swala langu halihusiani na maisha yake ni juu yangu, ndivyo ambavyo inatakiwa mtu akiwa na changamoto yake ajue ni juu yake na haihusiani na maisha yangu. Assalamu alaikum.